Haijalishi itaitwa kwa jina gani, itaitwa zawadi, itaitwa takrima, itaitwa msaada, vyovyote vile, lakini mtu yoyote ambaye anataka nafasi ya uongozi na aa, yupo tayari kutoa rushwa au anatoa rushwa ili ainunue ile nafasi ya uongozi, hafai kwenye hiyo nafasi. Kwa nini? Kwa sababu rushwa ina uwezo wa kuwapotosha macho waona, inawapofusha. Sasa tunajiuliza unataka kutupeleka wapi, ambako unataka wakati unatupeleka tusiwe tunaona Okay? lakini tunajiuliza pia kwamba ni nini utaendelea kukifanya wakati tumeshapofushwa macho kwa hiyo rushwa unayotupatia ni nini ambacho utaendelea kukifanya ambacho ni kibaya kiasi kwamba hauko comfortable tukione unahisi tukikiona, nini kitatokea tukiona wakati unaendelea na harakati zako za uongozi? Kwa hiyo mtu yoyote ambaye yupo tayari kutoa rushwa kwa ajili tu ya kupata nafasi ya uongozi hafai kwa kiongozi. Yani hiyo haina mjadala wala hahitaji e, no, hafai moja kwa moja, afai tu.